Niliingia nyumbani kwa mwanangu tajiri bila kutarajia na kumuona mkewe akiweka sumu kwenye chakula chake. Harufu ya wali wa jolof uliopikwa sasa ilijaza anga. Sufuria ya mchuzi bado ilikuwa ikichumika polepole pole juu ya jiko na jikoni lilikuwa safi kabisa, safi mno, kama mtu alikuwa ameangalifu kutoacha alama yoyote, lakini Bi Amaka hakujali kuhusu hilo Moyo wake ulisimama palepale pale kwa kile alichokiona mbele ya macho yake pale. Akiwa amesimama karibu na kabati la jikoni, mke wa mwanawe Adanna alikuwa akishikilia chupa ndogo, mikono yake ikitetemeka kidogo. Aliitegemeza juu ya sahani ya wali wa jolof na kuku uliokuwa bado unapukutisha, ambayo alikuwa ameandaa kwa ajili ya Johnathan. Maji safi yalitiririka kwa mikondo myembamba ya kinyonya ndani ya wali. Kama unapenda hadithi hii, bonyeza kitufe cha subscribe ili usikose hadithi nyingine za kuvutia na za kufundisha kama hii. Kwa muda, Bi Amaka hakuweza kuamini alichokuwa akiona. Miguu yake iliganda, pumzi yake ikakwama koromoni mwake, na akili yake ikalia. Hapana, hii haiwezi kuwa kweli, lakini ilikuwa. Adana aliweka chupa hiyo akaisukumisha ndani ya mkoba mdogo mweusi uliokuwa juu ya kabati, na kwa uangalifu akaweka sahani kando kana kwamba hakuna kilichotokea. Alipangusa mikono yake kwenye leso yake na kupumua kwa nguvu, uso wake ukiwa mgumu na wa kuamua. Hapo ndipo Bi Amaka asipoweza kujizuia tena. Umefanya nini? alipiga kelele, sauti yake ikitetemeka kwa mshangao na hasira. Adanna alitweta macho yake yakiwa mapana kama mtoto aliyekamatwa akiba. Alifikifiki na sinia, na kabla hajaweza kujizuia, Jonathan aliingilia haraka jikoni, akiwa ameshtushwa na sauti ya mama yake. nini kinaendelea hapa, aliuliza, akiangalia kutoka kwa mama yake hadi kwa mke wake. Katika kipepo hicho, sinia iliteleza kutoka mikononi mwa Adana, sahani ilivunjika juu ya sakafu ya vigae wali na kuku vikitawanika, chakula kilichowekwa sumu kikiharibika. Kidole cha Bi Amaka kilitetemeka alipomwonyesha Adana, sauti yake ilivunjika kwa maumivu na kutokuamini. Jonathan, mke wako ameweka sumu kwenye chakula chako. Jonathan aliganda, macho yake yakielekea kutoka sahani iliyovunjika hadi kwa umbo la Adana lililokuwa likitetemeka. Hakuweza kusema, uso wake ulikuwa meupe kinywa chake kilikuwa wazi lakini hakuna maneno yaliyotoka. Adana alianguka magotini, machozi yakimtiririkia, mikono yake ikishikana kama omba omba aliyekata tamaa. Tafadhali nisikilize, si kama unavyodhani alilia. Sauti ya Bi Amaka iliyongezeka ikawa kali zaidi. Si kama ninavyodhani? Niliona kwa macho yangu mwenyewe, ulimwagilia sumu kwenye chakula chake. Kilio cha adanna kiliongezeka, kikipiga mwangwi kwenye kuta baridi za jikoni. Alipiga kifua chake kwa ngumi zake kana kwamba anajiadibu mwenyewe. Na hapa, sikutaka aende dunia, nilitia kidogo tu, kidogo tu, ili wakati anapelekwa hospitalini niweze kukushtaki wewe. Aligeukia Jonathan kwa macho yake yaliyojaa machozi, sauti yake ikivunjika kwa hatia. Nilikuwa na kwenda kusema, mama yako alikuweka sumu kwa matunda aliyoleta kutoka safari yake. Samahani, naomba msamaha sana. Jonathan aliumba yumba nyuma akishikilia ukuta kwa msaada, ulimwengu wake wote ulionekana kuvunjika katika dakika hiyo. Adanna, wewe ulipanga kunileta mama yangu aibu? sauti yake ilivunjika. Adanna alijaribu kutamba kwake lakini alirudi nyuma, chuki ikionyeshwa katika uso wake wote. Huelewi, alilia. Nilikuwa chini ya shinikizo, nilikuwa na masongamano, sikusudia. Lakini Bi Amaka alikatiza maneno yake kwa ukali, sauti yake ilingwandani ya chumba kama dhoruba. Basi, unajisikia hata ungependa kuharibu familia hii badala ya kunikubali nishi hapa? Huyu ndiye mwanamke niliyemwambia mwanangu asimwe. Chumba kilikuwa kizito kwa ukimya, kwa muda ukivunjwa tuna kilio cha Adanna kilichozibwa. Jonathan aliangalia ya mama yake kisha mke wake, kifua chake kikipanda na kushuka kana kwamba kila pumzi inaumiza. Akili yake ilikuwa vitani: upendo, usaliti, hasira, kutokuamini, kuamini vyote vikigongana. Na kisha uamuzi wake ulikuja kama moto katika maneno yake. Toka ni je, alisema kwa baridi. Adana alitazama juu, machozi yake yakizuia macho yake. Jonathan, tafadhali usiseme hivyo. Tafadhali, Toka nje ya nyumba yangu! Sauti yake iliinuka ikijaa hasira ambayo hakuwahi kuisikia kutoka kwake awali. Sakafu chini ya Adana ilionekana kubomoka. Alilia kwa sauti akifunika uso wake kwa mikono yake, lakini Jonathan hakuinama, hakuhama. Kwa Bi Amaka ilikuwa ni wakati wa kusikitisha. Alikuwa amelea mwanawe katika shida peke yake daima akiogopa kwamba siku moja mtu atakuja maishani mwake na kumletia maumivu, na hapa ilikuwa mbele ya macho yake, mwanamke aliyemwamini zaidi alikuwa amejaribu kumua. Kilio cha adanna kilijaza jumba kubwa. Alipojitokeza kutoka sakafuni, mikono yake ilitetemeka alipokaribia ya mkoba wake mdogo, mkoba ule ule uliobeba chupa ya sumu. Aliangalia mara ya mwisho, lakini hakuna aliyemtazama. Johnathan aliguza uso wake. Macho ya mama yake yalikuwa yamejaa machozi, lakini pia na nguvu za mwanamke aliyeishi mengi sana ili kudanganiwa tena. Na kwa hivyo, Adana alitoka nje ya jikoni, kilio chake kikipungua katika njia za jumba kubwa, lakini nje ya kuta hizo, hadithi yake ilikuwa inaanza tu. Na njia aliyokuwa tayari kuchukua ingelishangaza kila matu aliyedhani kwamba alikuwa na kila kitu. nadchuwalya Kilio cha Adanna kilipiga mwangwi katika ukumbi tupu alipojikwa nje ya jumba. Hatua zake zilizokuwa na umaridadi daima, akivaa viatu vya kisigino virefu na mavazi ya wabunifu, sasa zilionekana zenye upumbavu, zikivunjika Alishikilia mkoba wake kwa nguvu kifuani mwake, mkoba ule ule uliobeba sumu na kusukuma kupitia lango kubwa la chuma la kiwanja. Hewa ya usiku nje ilikuwa nzito, ikimbana juu yake, kana kwamba ulimwengu wenyewe ulikuwa ukimdhihaki kuanguka kwake. Jana tu alikuwa amelisha mezani mwa utajiri, akivaa almasi, akinywa divai iliyoletwa. Sasa mume wake mwenyewe alikuwa amemfukuza nje kama mgeni. Alipangusa uso wake kwa mikono inayotetemeka akinong'ona kupitia kilio chake, hakunipa hata nafasi, hakusikiliza. Lakini moyoni alijijua ukweli. Alisikia, lakini hakuweza kusamehe. Akili yake iliendelea na wazo moja tu, Sinthia, lazima niende kwa Sinthia. Barabara zilikuwa kimya alipokwenda nyumbani kwa binamu yake. Cynthia alikuwa ni metupeki aliyemwunga mkono wakati alihisi kufungwa akiishi na Bi Amaka. Mama aliyeachika na mama mjane, Cynthia alikuwa daima akimnongoneza oneza Adana masikioni: Usiache mama yake adhibiti nyumba yako. Wewe ni mke. Unastahili heshima. Lazima usimame imara. Adana alimwamini. Alikuwa amigamia ushauri wake kama mwanamke anayezama akishikilia kipande cha mbao. Sasa katika kuvunjika kwake alisimama mbele ya lango refu la chuma la Sintia. Vidole viake vilibisha juu yake kwa kukata tamaa. Sintia, Sintia, ni nimimi, tafadali fungua lango. Kutoka ndani taa ilimulika, mapazia yalisogea. Bada ya kusita, lango lilifunguka kidogo, na Sintia alitoka nje akiwa amevaa gauni la usiku, mikono yake ikipigana kifuani mwake. Uso wake ulikuwa na utulivu, utulivu mwingi sana. Adanna alianguka magotini, akishikilia miguu ya Cynthia. Tafadhali, lazima unisaidie. Johnathan amenifukuza, anajua kila kitu, anajua nilichojaribu kufanya. nyuso za Cynthia zilikunya. unamaanisha nini ulichojaribu kufanya? machozi ya Adanna yaliniwea ardhi, sauti yake ilitetemeka, alipungama, nilitia sumu kwenye chakula chake si ili kumuua, ni kumfanya tu magonjwa ili niweze kumshtaki. Bi Amaka, nilikuwa na kukata tamaa, Cynthia, sikujua nifanye nini kingine. Kimya. Sura ya Cynthia ikageuka kuwa jiwe, alirudi nyuma polepole akitikisa kichwa chake. Adanna, unajisikia umepata wazimu? Adanna alifika akishika gauni la binamu yake, tafadhali nilifanya tu kwa sababu uliniambia nisisahe mama yake adhibiti nyumba yangu. Ulisema lazima nipigane, nilidhani ungenisimama. Lakini Cynthia alijivuta kwa nguvu, sauti yake ilikuwa kali na baridi. Usipotoze maneno yangu, nilikuambia upiganie heshima. Sikumharibu mume wako, sumu. Unatambua ulichofanya, umejiharibu wewe mwenyewe. Cynthia, tafadhali, Cynthia alirudi nyuma na kusukuma lango kwa nguvu. Maneno yake ya mwisho yalipita kupitia pa kama kisu kifuani mwa Adanna, nenda ukakabiliane na matokeo ya tabia yako mbaya, usiwahi kuleta aibu yako hapa. Kufuli ilikubisha kubisha taandani ikajima na Adanna aliachwa nje gizani peke yake. Asubuhi habari zilienea, watumishi walinongoneza, majirani walinungunika na hivi karibuni aibu ya Adana ikawa ya umma. Jonathan akiwa amehuzunishwa na moyo wake ukivunjika, alimvua kila kitu: nguo zake, mapambo yake, magari yake ya kifahari, yote yalichukuliwa. Akaunti za benki zilifungwa, maisha yake kama mke wa tajiri yalipotea usiku mmoja. kwa mara ya kwanza tangu ndoa yake Adana alitembea mitaani akiwa amevaa nguo rahisi, uso wake ukiwa umefichwa nyuma ya miwani meusi akiepuka macho ya watu ambao zamani waliinamia kwa heshima. Hakusikiliza tena habari za asubuhi bibi, sasa alisikia basi, ni yeye huyo, yule aliyejaribu kuweka sumu kwa mume wake. Wiki zilipita, njaa ikawa rafiki yake wa karibu. Bila yeyote wa kumwendea, aliomba kazi yoyote ambayo ingempa chakula. Ndivyo Adanna, mwanamke aliyewahi kuandaa karamu katika hoteli bora za Lagos Alijikuta amesimama nyuma ya kaunti ya duka kubwa akivaa sare rahisi na kibangili cha jina. Aliuza mkate na tambi kwa watu ambao zamani walimhusuru, macho yao yakijaa hukumu na huruma. Kila usiku siku alikaa juu ya godoro jembamba katika chumba kidogo alichopangisha, machozi yake yakiniwea mto. Kutoka kwa mke wa tajiri hadi hapa, alinong'ona kwake mwenyewe, akitetemeka kwa majuto. Wakati huo huo katika nyumba ya Jonathan, Jonathan ingawa amejeruhiwa alijaribu kujenga maisha yake upya. Mama yake Bi Amaka alibaki karibu, upendo wake wa ulinzi kuwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali. Alimuangalia mwanawe akijizamisha katika kazi, akizika maumivu yake katika mikutano, miamala na masaa yasiyo na mwisho katika kampuni yake. Jioni moja Bi Amaka alikaa mkabala naye katika sebule. Mwanangu, alisema kwa upole, huwezi kuruhusu hii ikuharibu, unahitaji amani, unahitaji upendo tena. Johnathan alitikisa kichwa chake. Mama, baada ya kile Adanna alichofanya, nitaweza tawezaje kumwamini mwanamke mwingine? Lakini bahati ilikuwa na mipango yake wenyewe, kwa kuwa miongoni mwa wafanyakazi wake kulikuwa na mwanasayansi wa data msomi aitwaye Sandra alimthamini si kwa ajili ya mali yake, bali kwa ajili ya maono yake, msukumo wake na moyo wake. Alifanya kazi usiku wa manane naye, alipinga mawazo yake, alicheka kwa utani wake wa ajabu. Polepole alianza kuponya jeraha Adana aliyoyacha nyuma, na bila kujua Jonathan alikuwa akitembea kuelekea mustakabali ambao ungemshangaza hata yeye. Lakini huko Jonathan alipofikiri vivuli vya usaliti vilikuwa nyuma yake, mzunguko wa kushangaza ulingojea mbele, mmoja ambao ungeijaribu nguvu zake zote na azimio la mama yake. Chumba cha mkutano kilikuwa kimya isipokuwa mlio wa kiburudishaji wa hewa uendeao. Jonathan alisimama mwanzoni mwa meza ndefu iliyong'arishwa. Sauti yake ikiwa na utulivu lakini imara alipokuwa akieleza mradi mpya kampuni yake ya teknolojia ilikuwa ikianzisha. Wafanya kazi wake waliandika maelezo, wakiinamisha kichwa wakikubali. Lakini mtu mmoja mwishoni mwa meza alivuta uangalifu wake. Sandra alikuwa ameangalia macho yake yakiwa makali nyuma ya miwani yake, akiandika haraka kwenye kompyuta yake kibao. Hakutazama hata mara moja. Hata hivyo, kila neno alisemalo lo lilionekana kuonyeshwa katika kazi yake. Tofauti na wengine waliomthamini kwa ajili ya mali yake, Sandra alithamini mawazo unyofu, ule kimya, ule uwezo ulianza kumvuta Jonathan kwake kama mwali kwa kunikavu. Kwa wiki, Jonathan alijikuta akimwita Sandra kwa zaidi ya uchambuzi wa data tu. Walifanya mazungumzo usiku wa manane, wakati mwingine wakila mshika kipa moja kwenye balkoni ya ofisi, wakiangalia msongamano wa trafiki ya Lagos wakitambaa chini yao. Jioni moja baada ya siku ndefu, Sandra aliejemea nyuma kwenye kiti chake na kucheka kwa utani aliofanya Jonathan. Alimtazama kwa muda, akitambua ilikuwa muda mrefu tangu alisikia kicheko nyumbani kwake. Wewe ni tofauti, alisema ghafla. Sandra aligiukia kichwa. tofauti vipi? huni angalii na kuona pesa, unaona tu mwanaume anayejaribu kujenga kitu. Tabasamu lake lilipenda. kwa sababu ndivyo ulivyo, na kwa ukweli hiyo inatosha. Maneno hayo yalizama moyoni mwake. Kwa mara ya kwanza tangu usaliti wa Adana, Jonathan alihisi kitu kikichochea, kitu chenye joto, kitu cha hatari: tumaini. miezi baadaye Manong'ono yalianza. Wafanyakazi walitabasamu wakijua, wajumbe wa familia waliuliza maswali, na Bi Amaka, daima mlinzi, aliangalia kwa karibu. Aliogopa mwanamke mwingine angemvunja mwanawe, lakini wema wa Sandra hivi karibuni ulimshinda. Aliona jinsi Sandra alijali Jonathan, si kama tajiri, bali kama mwanaume. Siku Jonathan alipoproposa ilikuwa rahisi. Hakuna umati wa kushangaza hakuna ukumbi ulioja almasi ni yeye tu Sandra na chakula cha jioni cha kimya, ambapo alisukumiza pete kwenye meza kwa mikono inayotetemeka. Sandra alinongona, utatembeaje nami katika maisha haya, kupitia wema na dhoruba? macho ya Sandra yalijaa machozi, aliinama akiwa hajaweza kusema na kumvuta kwenye kumbatio. Harusi ilifuata hivi karibuni. Sherehe ya furaha iliyoja familia marafiki na baraka. Bi Amaka alisimama juu katika mavazi yake ya lesi, machozi machoni mwake alipomwangalia mwanawe hatimaye kupata amani. Kivuli cha Adana hakikuwahi kubaki ndani ya nyumba, au ndivyo walivyofikiri. Mwaka mmoja baadaye, Sandra alizaa mapacha wasichana, Juliet na Juliana. Kilio chao kilijaza jumba kubwa kwa uzima mikono yao midogo ikishikilia kwa nguvu vidole vya kila moja aliyewashika. Jonathan akiwashika watoto wawili mikononi mwake alihisi aina ya furaha ambayo hakuwahi kujua. Alibusu vipaji vyao akinong'ona ahadi za ulinzi na upendo. Bi Amaka aliimba kwa upole alipowakunyata wajukuu wake moyo wake ukivimba kwa fahari. Mungu amerejesha kile shetani alichojaribu kuiba, alisema macho yake yakimeta. Jumba kubwa lililojaa maumivu ya usaliti sasa lilipiga mwangwi na kicheko, nyimbo za watoto na sauti ya watoto wachanga wanavyotamka. Lakini vivuli vinadumu. Lakini nje ya malango hayo, katika duka dogo la rejareja reja, ambapo rafu zilinukia vumbi na bidhaa za bei nafuu, Adana alikuwa akitaabika. Alikuwa akipeta nguo, akiuza vyakula na kuhesabu sarafu usiku wa manane kila wakati alipomwona mteja akiondoka na zaidi ya alivyoweza kumudu mwenyewe, aliwaza maisha yake ya zamani, sakafu za marmar, vintorelo, madereva wakingoja karibu na magari ya kifahari. Na kila wakati aliweka kichwa chake juu ya godoro lake jembamba, alikumbuka maneno baridi ya Jonathan, toka nje ya nyumba yangu. Jioni moja ya mvua, alipokuwa akifunga mabaki ya duka, wazo lilimgonga kama umeme. Je, huu ulikuwa adhabu yake milele au kunaweza kuwa na ukombozi? Mikono yake ilitetemeka. Alinongona gizani, Mungu, kama bado kuna rehema kwangu, nionye. Bila kujua, rehema tayari ilikuwa inakuja, lakini si jinsi alivyotarajia. Kwa kuwa wakati Jonathan na Sandra walifurahia maisha yao mapya, Bi Amaka alibeba siri moyoni mwake uamuzi wa siri ambao angeufanya hivi karibuni, moja ambao ungeleta Adanna uso kwa uso na familia ambayo karibu kuharibu. Na wakati huo utakapofika, jiji lote lingenung'unika tena, si kuhusu Adanna msaliti, bali kuhusu kitu chenye kushangaza zaidi. Jumba kubwa lilikuwa kimya mahana moja. Sandra alikuwa katika chumba cha watoto akihuma wa kwa upole alipozungusha moja wa mapacha kulala wakati Jonathan alikuwa katika ofisi yake akipitia faili. Bi Amaka alikaa peke yake katika sebule. Mikono yake ikiwa imeshikana, macho yake yakitazama picha za familia zilizotundikwa ukutani. Picha moja hasa ilivuta maangali yao. Jonathan na Adanna siku ya harusi yao. Tabasamu kwenye uso wake wakati huo lilikuwa safi, halijaathirika na usaliti. Na ingawa moyo wake uliteketia kila alipokumbuka usiku ule jikoni, hakuweza kunyamazisha sauti ndogo iliyokuwa ikinong'ona ndani yake, samehe. Alikumbuka mume wake marehemu Emma, jinsi alikuwa daima akimwambia, Amaka, uchungu utakuweka sumutu, rehema inaweka familia hai. Machozi yaliteleza kwenye mashavu yake. Alisimama polepole, akaenda kwa ofisi na kuweka mkono wake begani mwa Johnathan. Mwanangu, alisema kimya, nahitaji kuzungumza nawe. Jonathan alitazama juu akiwa amechoka lakini akiangalifu. Ndio, mama. Alisita kisha akapumua kwa kina. Ni kuhusu Adanna. Taya la Jonathan likafungwa mara moja, macho yake yalikuwa giza. Mama tafadhali, usimlete sura. Hiyo imefungwa. Lakini sauti ya Bi Amaka ilikuwa imara, imara na mamlaka ya mama Hapana Jonathan, haijafungwa mpaka ujifunze kusamehe. Umebarikiwa sasa, Sandra, mapacha, kampuni yako Mungu amekurejesha, lakini msamaha ni mtihani wa kweli wa nguvu zako. Jonathan aliegemea nyuma, moyo wake ukigawanyika. Mama alijaribu kuniwa, alijaribu kukuletea aibu. Nitasameheaje hivyo? Husamehe kwa sababu anastahili, Bi Amaka alijibu, macho yake yakimeta. Unasamehe kwa sababu wema sio kuhusu anayestahili. Ni kuhusu wewe ni nani? Chumba kilikuwa kimya kizito kwa maneno yake. Siku kadhaa baadaye, Bi Amaka alitoka kimya bila kumwambia Sandra au Jonathan alipoenda. Alitembelea duka dogo la reja reja ambapo Adana alifanya kazi. Muonekano ulivunja moyo wake. Adana alisimama nyuma ya kaunti katika sare iliyofifia. Kucha zake zilizokuwa zimesuguliwa zimechomoka, macho yake yalikuwa hayaonekani kwa uchovu. Alimpa mteja mkate, kisha akapangusa uso wake na nyuma ya mkono wake. Kwa muda mrefu Bi Amaka alimuangalia tu, kisha aliingia ndani. Macho ya Adanna yaliinuka na kupanuka kwa mshangao. Mkate uliteleza kutoka mikononi mwake. Mama Amaka, alinongona, sauti yake ikitetemeka. Mwanamke mzii alienda karibu, maangalizi yake yakiwa makali, lakini si ya ukali. Adanna Adanna. alianguka magotini hapo hapo dukani, machozi yalimwagika mashavuni mwake alipolia. Sistahili hata kusema jina lako. Tafadhali usinilani, nimeteseka vya via kutosha. Lakini Bi Amaka aliinamia chini, aliinua kidevu chake na kunongona, hapana binti yangu, sikuja kukulani nilikuja kuku onyesha rehema. Jonathan alipojua mama yake alichofanya alikasirika. ulimleta tena maishani mweti? Sauti yake ilikuwa radi katika sebule. baada ya kila kitu alichofanya. Sandra akiwa ameshika mmoja wa mapacha alisimama kimya kimya karibu, macho yake yakisogea kati ya mama na mwana. Bi Amaka aliinua aliinua mkono wake, sauti yake imara, siombi umpende tena ninakuomba umpe nafasi ya kuishi ameanguka, Jonathan. hatutamwinua kwa kumsonga zaidi. Ngumi za Jonathan zilifungwa. Mama alitujaribu kuharibu, kama hukurudi siku ile ningekuwa marehemu. Na bado unaishi, Bi Amaka alijibu kwa upole, na unaishi vyema. Mungu alikuokoa kwa sababu, usiache chuki ikufunge Sandra hatimaye alizungumza, sauti yake ikiwa na utulivu lakini imara. Jonathan, wakati mwingine nguvu kubwa zaidi ni kusamehe. Kama mama anaamini Adana anaweza kubadilika, labda tunapaswa kumpa nafasi hiyo, si kwa ajili yake, bali kwa ajili yetu, ili uchungu usibaki nyumbani humu. Kifua cha Jonathan kilipanda, macho yake yalijaa maumivu lakini pia na magogoro. Hatimaye aliinama polepole. Kama hii ndio mnavyotaka nyote, basi na iwe hivyo, lakini hataweza hatua kwenye jumba hili tena. Bi Amaka alitabasamu kidogo. Hahitaji jumba, anahitaji mwanzo mpya. Wiki baadaye, Adana aliitwa kukutana nao. Aliingia jengo jipya la wastani. Taa zakung'aa, njia pana, rafu zilizojaa bidhaa. Hakuelewi hadi Jonathan alimpa funguo ndogo. Midomo yake ilitetemeka. "Hii ni nini?" "Duka la rejareja," Jonathan alisema, toni yake ku